Karibu tena kwenye chaneli yako ya ukweli mchungu, ambapo tunachokonoa, tunahoji na kuamsha fahamu. Leo tunagusa jambo nyeti, Biblia, kitabu kinachosemekana kuwa kitakatifu. Lakini je, kina utata? Kinaongozaji kuhusu utumwa? Je, kinajichanganya chenyewe? Kaa hapo hapo, kwa sababu dakika kumi zijazo huenda zikakufungua macho kwa njia ambayo hujawahi kufikiri. Hebu tuanzie mwanzo. Watu wengi wanaamini Biblia ni mwanga wa haki, huruma na upendo, lakini ndani ya kurasa hizo hizo tunakutana na mistari kama hii kutoka 21:21: Mtu akimpiga mtumwa wake mume au mke kwa fimbo naye akafa papo hapo, lazima aadhibiwe, lakini kama hakufa mara moja, basi huyo bwana hataadhibiwa kwa kuwa huyo mtumwa ni mali yake. Sikiza vizuri, mtu akimpiga mtumwa hadi afe, lakini asipoaga hapo hapo, basi ni sawa kwa sababu ni mali yake. Hii ni haki? Hii ni uungu? Biblia haiko wazi hata kidogo. Wakati fulani inaonekana kuunga mkono utumwa, lakini tena sehemu nyingine inaonekana kupinga. Wagalatia 3:28 Hamna Myahudi wala Mgiriki, mtumwa wala mtu huru, nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Sasa tuelewane, tunasema wote ni mmoja ndani ya Kristo, lakini bado tunaruhusu watu kuwa watumwa. Hili ni pigo kwa mantiki. Ikiwa Yesu alikuja kuleta upendo na ukombozi, mbona hakusema wazi, utumwa ni uovu, ukome sasa? Watu walitumia Biblia kuhalalisha biashara ya utumwa kwa karne nyingi. Waliosoma maandiko walichagua mistari inayowasaidia na kupuuza mingine. Waefeso 6:5, enyi watumwa watii bwana zenu wa duniani kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo kama mnavyomtii Kristo. E, mtumwa atii bila swali kama anavyomtii Kristo. Hapa tunahitaji kuuliza hii ni neno la Mungu au ni mfumo wa ukandamizaji uliovikwa joho la kiroho? Kama Biblia ni ya kweli na ya haki, haipaswi kujichanganya. Lakini migongano hii inatufanya tujiulize, inawezekana kuna sehemu za Biblia zilitungwa na watu waliokuwa na ajenda zao? Je, tunaamini kila neno bila kuhoji, au ni wakati wa kuchambua na kuelewa muktada? Kumbuka, kuuliza maswali si ukafiri. Ni hatua ya kuelewa imani yako vizuri zaidi. Leo tunakumbushwa, utumwa si historia tu, ni hali ya fikra, ni mfumo, ni ukimya wetu. Na Biblia kama kiongozi wa kiroho haipaswi kuwa sehemu ya kuufunika. Ni wakati wa kuchambua maandiko, si kwa hofu bali kwa ujasiri, si kwa kuharibu imani bali kuisafisha. Kwa sababu mwisho wa siku Haki, huruma na uhuru wa kweli, hawiwezi kuishi mahali ambapo maswali yanazuiwa.